Naam, kwa majina anaitwa Pius Mtenya Makindi eh. Ni mnufaika wa miradi ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, miradi ambayo inafanyika mkoa wa Mwanza eh, wilaya ya Nyamagana, kata ya Luchelele, mtaa wa Kisoko. Awali ya yote miradi hii kwanza ilikuwa ipo, lakini ilikuwa haifahamiki na ilikuwa kwa uchache, kwa hiyo vilikuwa vizimba vichache tu kama vizimba vitatu vinne lakini sisi Watanzania hususan ni vijana ambao tulikuwa Mwanza, kwa kweli eh, sayansi hii ya ufugaji wa samaki ilikuwa bado kabisa. Sasa hali haikuwa hivyo kama ilivyo sasa. Basi ndipo eh, mnamo elfu mbili na ishirini na mbili sasa tukaanza kuona matangazo kupitia mitandao ya kijamii pamoja na kurasa za wizara za mitandaoni wakitoa matangazo kwamba tayari vijana wajiandae, e, vikundi mbalimbali kwa mbali, ajili ya e, programu ya ufugaji wa samaki kwa njia vizimba. Tunaishukuru wizara, awali kabisa ilianza kutoa elimu, tulianza kufanyiwa kufa, semina tukaseminishwa kupitia kumbi za jiji, na kweli mheshimiwa Rais alituamini akatoa maelekezo wizarani bila hata kuombwa nida. Kwa hiyo siku hiyo tarehe 30 alikabidhi vizimba kwa awamu ya kwanza kwa maana ya cages vizimba mia mbili ishirini na mbili, na boti za kisasa kabisa e, zaidi ya boti mia hamsini na sita ambazo zilipewa kwa awamu ya kwanza. tumenufaika zaidi ya vikundi eh, kumi na nane na ushirika mmoja sasa tunazungumzia vikundi zaidi ya ishirini na tatu na ushirika mmoja gharama iliyowekezwa hapa ni zaidi ya bilioni mbili lakini kwa uzalishaji wetu hapa sisi kwa mwezi ama kwa miezi sita hiyo ambayo tunaizungumzia tuna no uwezo wa kuzalisha zaidi ya bilioni tano lakini ndani ya bilioni tano hizo ambazo shamba hili au mradi huu unaweza kuzalisha kwa mapato ya kikundi kimoja kimoja, basi tumekuwa na uwezo wa kila kikundi ndani ya hivyo vikundi kumi eh, ishirini moja pamoja na ushirika mmoja, tunao uwezo wa kuajiri wastani wa vijana wawili kwa kila kikundi. Kwao tumekuwa na uwezo wa kutengeneza ajira mbali na za wanufaika, ajira zaidi ya 30 kwa vijana wetu ambao wanatusaidia kuendesha mradi huu, lakini ajira tulizotengeneza ni pamoja pia na ajira za usafirishaji tumetengeneza pia ajira pamoja na hawa kina mama wanaotulishia na wale wengi ambao wameingia kwenye mnyororo wa thamani katika utengenezaji wa vizimba, uzalishaji wa chakula pamoja na uzalishaji wa vifaranga. Hizo zote ni ajira ambazo kwa ujumla wake tunaweza kusema ni ajira zaidi ya elfu moja ndani ya kipindi cha mwaka mmoja katika mradi wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, tangu kuasisiwa kwake ama kuzunduliwa kwake tarehe 30 mwezi wa kwanza 2024 na mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan. Habari ya ajira sisi sasa tumesahau, labda ajira ambazo tutaziomba sasa hivi ni ajira tu za kuwasaidia sasa wengine, ili waweze kuingia kwenye mradi. Haya yote ni makubwa yaliyofanywa na benki ya maendeleo ya kilimo TADB ndani ya miaka kumi ya uanzishwaji wake, lakini benki hii ndio inayoinua sasa kilimo pamoja na ufugaji kwa ujumla. Tumeona wakienda maeneo mengi wakifanya Eh, vitu vingi kwa ukubwa wao. Tunaishukuru sana benki ya kilimo na maendeleo TADB, maana kilimo kina benkika.